Asili Yetu TV hii ndo hali halisi ya, ya hapa Uhenga ikiwa ni sikukuu ya, wa nne, uh, ya kama siku, siku leo, ni Pasaka tarehe ishirini watu watu ya mwezi dogo kwamamo Sema shikamoo. Shikamoo. Mambo vipi? Umekuja kula Pasaka? Eh? <laughs> Eh, bwana watoto bado, wewe ndio nani ambaye anajua kuna? Nataka yani niongee ni, ni, ni na wawili watatu, ili kujua kwamba wanakulaje na Pasaka na inakuoje, kwa sababu tuko katika mfumo wa Pasaka na watu ni wengi sana. Eh bwana, mambo vipi doko? Uko poa? Niko poa. Fresh. Unaitwa nani? Jimson. Jimson. Bwana, vipi Pasaka inaendaje? Naona watu wengi Uh, inaenda vizuri. Iko vizuri. Na umekuja kutembea tembea yeah. kidogo kuenjoy. si ndio? uko na kutembe, yeah. Si ndio? Yeah. Uh, nani unaanza ku... uh, nipo eh huko uh, naye mambo vipi yeah. uko fresh? yeah. unaita nani Brian. Wewe unapenda michezo gani ambaye unapenda sana mpira yeah. leo umeangalia mechi yeah. Yeah. Yeah. nani pale umeona anacheza vizuri uh, kibu. Hakika. Kibu? Yeah. Yeah. kwa hiyo tunashinda game. Asante. Yeah. <laughs> Bwana mtazamaji wa Asili Yetu TV, watoto ni wengi mambo ni mengi lakini kama vile kuna sintofahamu nataka nijue, hapa katikati kuna kitu gani ambacho napenda kufahamu. Okay, asante uh, sintofahamu imetokea mara baada ya kama ajali, mtoto amepaniwa na pikipiki piki. kitu ambacho sio kibaya sana lakini hakuumia, lakini niko na bana. vipi mkuu?